Tukaribisha kuweza kujiunga nasi mahali pote ambapo lipo katika hali ya kuleta habari za ukweli pia za uhakika ambazo zinazojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiwa ni mara ya kwanza, usikose kujiabonea kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine ili tunapotoa habari zetu kila leo wa wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Na kuna namba yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, ukiwa na maoni au pendekezo, usisite kabisa kuweza kutuandikia kupitia nambari yetu, wa na yetu, na yetu moja kwa moja tutakwenda kukujibu uh, moja kwa moja. Hali ambayo tutakayozungumzia ni katika kile kinachoonekana kama hatua ya kimkakati ya waasi wa M23 ambao kabisa wameanza kujijengea jina na kuanza kuteua viongozi Uvira ili kabisa wahakikishe kuwa wameanza kuendesha uh, kazi na shughuli za huduma zao huko kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Pia tutakuzungumzia kuhusu maandamano ambayo iliweza kufanyika huko maeneo ya Goma, raia wakidai kuwa M23 ni lazima uweze kuondoka hapo Goma. Kwa hiyo utakwenda kujua mengi na kile ambacho kinaendelea hapo maeneo ya Goma, utakwenda kufahamu mengi kabisa. Kwa siku ya leo utakwenda kujua kile ambacho kinachokamilishwa na wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha kuwa kunakuwa na hali tofauti ambayo inayotokea ya mikakati, pia mikataba ambayo iliyosainiwa kuodoa kitaja kuwa M23 ifikapo tariki tano, wote kabisa wao wamejiondoa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, tayari wamejiondoa au la, bado kabisa hawajajiondoa? utakwenda kujua mengi kabisa kuhusu ha, hali hiyo ambayo inayojiri mashariki Mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi naitwa Jeanvie Emmanuel Kaluhe, mtangazaji wako. Nikikaribisha kuweza kujiunga nasi kabisa katika habari zetu sikia leo. Mwanzo hadi mwisho. Karibu. Tukianza na habari za huko Goma huko, huko maeneo ya Nurkifu, raia zaidi ya elfu makumi sita waliweza kujitupa uwanjani, barabarani wakikataa utawala wa M23 na kuomba kabisa waweze kuondolewa huko maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia hao ambao walikuwa andamana waliweza kuandamana, hakukuwa hata na usafiri wote barabarani, hakuna hata pikipiki, piki gari, hao duka ambao zilizofungua milango, huku wakitikia wito na kutaja kuwa M23, lazima iweze kuondoka katika udongo wa huko maeneo ya Goma. Baada tu ya muda mchache maandalizi, uh, kuliweza kuonekana mwito wa mashirika za kiraia hayo yasiweze kufanyika na kupinga utawala wa M23 bomu la machelsi lakini maandamano yaliweza kuendelea na raia huku wakiimba nyimbo za kukataa waasi wa M23 wasiweze kuonekana katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo ndipo tuliweza kutaja kuwa tunakuwa na ile mwelekeo, kwa sababu raia tayari wameanza kuondoa woga na kuonesha umoja wa mataifa ili kuhakikisha kuwa wamefikia malengo na kidete ya kukataa kabisa uh, M23 kuweza kuondoka katika vile ya Goma na nafasi zingine E, katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo hasa tukizungumzia hali ya M23, serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo imeishutumu Rwanda kwa kuunga mkono um, uh, waasi wa M23 na huku akitaja kuwa kuna kuwa na mauaji ya kimbali mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ambapo kunakuwa na idadi tayari ambayo imetajwa uh, Desemba E ambayo imetaja mwezi Desemba mwaka 2025 mpaka ripoti hiyo ambayo iliyowasilishwa na kutaja kuwa kuna wengi ambao wameweza kupoteza maisha kupitia mashambulizi, pia vita ambavyo vinavyoonekana baada tu ya M23 kuweza kuanzisha. Ripoti ya pale Kinshasa inasema tangu waasi wa AFC/M23 wa wana uungwa mkono na Rwanda waliweza kuanzisha vita vipya dhidi ya jeshi la taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wengi wamepoteza maisha na wengine kuweza kuyakimbia makazi yao. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema watu hao wameuawa baada tu ya kushambuliwa na waasi wa M23 kupitia ndege zilizokuwa na rubani aina ya kim kamikazi hizi ziliweza kutekeleza mauaji ya watu hao. Vita hivyo vilizuka muda mfupi baada tu ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda, Paul Kagame, kutia saini mkataba wa huko Washington, vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkataba uliosainiwa jijini Washington, lakini uasi wa M23 walioteka mji wa Uvira wanaone Kana kuendelea na kuendelea kunyanyasa raia maeneo hayo, huku serikali ikiingilia kati baada ya ripoti hiyo, ikiomba Umoja wa Mataifa kuweza kutekeleza na kuweza kuingilia kati katika mikataba hiyo ambayo iliyosainiwa huko Washington. Mbali na mauaji hayo, ripoti ya serikali ya Kinshasa inasema maelfu ya watu wameweza kuyahama makazi yao, wengi wao kimbilia chini Burundi tangu ianzishwe vita hivi, wakati raia wengi wametoka Uvira, Baraka na nyingine wakimbilia huko Burundi huku wakitaja kuwa wale wakimbilia huko Burundi wanaendelea kuishi katika nchi mbaya. Ya Rwanda imeendelea kukanusha madai hayo ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikipinga na kusema kuwa tayari imeondosha vikosi vyake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asisi za kiraia na harakati za wananchi wa pale Goma zinasema zimefunikwa na heshima na kubwa pia kutaja kuwa zaidi ya watu elfu sita kushiriki uh, maandamano ya amani ambayo iliyofanyika Ijumaa ya tariki 2 Januari mwaka 2026 katika mkoa wa Norkivu. Wanawake wijana pia na wasichana waliweza kuingia barabarani wakitaja kuwa lazima M23 iweze kuondolewa mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, hasa wakitaja kuwa kuhusu hali ambayo inayoonekana kuzorotesha usalama mdogo na pia kupandishwa kwa bidhaa kadhaa zinazotoka nje ya nchi, na wananchi wakiwa katika hali ya umaskini. Hapa wakitaja kuwa muonekano mkuu wa Umoja man, wa Mataifa MONUSCO mjini Goma, ambao wanadai watathibitisha na kuleta uh, ma, hali ya utulivu huko mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia Kongo hapa wakitaja kuwa serikali lazima iweze kuingilia kati ili kuweza kukomesha na kuweza kurujisha vijiji ambavyo vinaendelea kutekwa na waasi wa M23. Na moja kwa moja tujielekeze huko Kigurwe eh, katika eh, grupma ya Kabunambo ambapo habari tulizokuwa nazo kwa sasa zaeleza kuwa mfua kali ambayo ilionyesha maeneo hayo ilionekana kutekeleza nyumba nyingi ambazo ziliweza kuruka manjanja ambazo ziliweza kusababishwa na upepo uliovuma huko maeneo ya Kigurwe na vitu kadhaa viliweza kuteketezwa. Hivyo ndivyo habari yetu ili kwenda kuzungumuza huku wakiomba serikali kuingilia kati na kutoa msaada kabisa wa wakaaji wa maeneo hayo ili waweze kuepukana na changamoto hiyo. Na kuhusu habari za afya katika zone de santé ya Kuzizi pale maeneo ya groupement ya Kabunambo, cité de Sange huko maeneo ya Kagando hali hali ya ugonjwa kipindu pindu, wa kipindupindu imeonekana kuorozeshwa maeneo hayo, huku wakiendelea kutaja kuwa raia wengi wanaendelea kusumbuka, hasa tariki 1 Januari mwaka 2025 huko maeneo ya Ndunda, zaidi ya watu mia moja hamsini na tatu ndio ambao wameorozeshwa kuambukizwa na ugonjwa wa kipindupindu hapo maeneo ya Kigure kwenye Erdesante ya Kigurwe zaidi ya watu makumi tatu, huko Erdesante ya Usabagi watu kumi na mbili, Erdesante ya Kimuka watu kumi. Hivyo ndivyo habari ziliweza kudadisi na huku wakitaja kuwa nafasi ambazo zinawasirika sana ni Dunda, Rusabagi, Kigure na huko maeneo ya Kimuka, huku wakitaja kuwa wakiomba serikali kuingilia kati kutoa msaada ambao watu wengi zaidi yao, zaidi ya hizo hali ambazo zimewakilishwa ni zaidi ya watu kumi na tatu ambao wamepoteza maisha na na kuomba viongozi wa serikali kuingilia kati ili kuweza kukomesha hiyo hiyo. Ni kupitia kibarua ambacho kilichosainiwa tarehe moja Januari mwaka 2025 kwa niaba ya shirika jipya la kiraia uratibu wa shirika la tarafa vya Mungu. Shamamba Paul ndiye kasaini tangazo hili na moja kwa moja. Uh, tukiendelea kugusia kuhusu hali ya vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada tu baada tu ya waziri anayehusika na kitengo cha ulinzi ama defense ambaye amewasili pale maeneo ya Kalemi, alitaja kuwa raia ni lazima kutulia na kuwepo umoja, kwa umoja ili kuhakikisha hali hii inaendelea kubunisha na hapa kitaja kuwa lazima utekelezaji wa afya pia mikakati ya kiuchumi iweze kuchukuliwa hasa na kuweza kuungana kwa pamoja ili kukomesha hali ya usalama mdogo ambao unaoendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vita kali ambavyo vinaendelea kuzuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukitaja huko maeneo ya Uvira, raia wakiwa katika hali ya wasiwasi baada tu ya mvua kali ilionyesha leo kuna nyumba ambazo ziliweza kuviziwa, zikaibiwa na watu wenye kumiliki silaha. Pia risasi zinaendelea kurindima sehemu mbalimbali maeneo ya hapo Uvira. Tukizungumzia habari za Baraka, habari za Baraka zinazidi kudhibitisha kuwa kila leo milio ya risasi inaendelea kulia usiku mchana, na hayo inaendelea kuwapatia raia hofu, ambao walioanza kurudi kutoka pale kwenye kambi ya wakimbizi huko Rumonge ambao wamerudi nyumbani kwao, lakini kila leo kunaonekana kupigwa risasi kila leo huku raia wakiomba serikali kuingilia ya kati na kuchukua hatua ili kuweza kukomesha hali hiyo ambayo inaendelea kutokea kila leo, ya kuuawa kwa watu, baada tu ya habari zile ambazo tulizokupa kuwa kijana mmoja alikwenda kupoteza maisha kwa kuuawa na risasi watu ambao wasiojulikana baada tu ya mkesha ambao ulikuwa umefanyika bado tu mjini Baraka huku licha kuwa kunakuwa na ile idadi ambayo inaendelea kuongezeka ya viongozi wa serikali kutoka sehemu mbalimbali huku wakitaka kuimarisha Baraka na kuifanya vile yenye kuwa na upendo ambayo isiyokuwa na kasoro. Katika hali hiyo inaendelea kuwapatia raia hofu, wale ambao wako nje uenda wangeweza kurudi, lakini kutokana na hali hiyo ambayo inaendelea kutokea inakuwa ni bugu za kwao lakini, tukujuze hali kwa sasa namna gani inavyoendelea Baraka. Hali kwa sasa Baraka iko nzuri tena sawa, ambayo inaendelea kupokea watu wengi na kuna jeshi wengi sana ambao wanaendelea kufanya doria maeneo ya Baraka huku wakiendelea kuomba raia kushirikiana kwa pamoja ili kuleta amani ya kudumu. Kwa upande wao, wazalendo wamesema kwamba ni lazima watu wako pamoja, washirikiane kwa pamoja na waungane mkono ili kuhakikisha kuwa wameweza kuondoa uh, yule adui ambaye ni moja ni M23 na hasa wakitaja kuwa wale ambao wameanza kugawana kwa wenyewe ili kuleta hali ya misukosuko mashariki mwa Kongo, ni vyema kuweza kuondolewa katika serikali ili kuhakikisha kuwa kunakuwa na huduma moja, wazalendo ambao watahakikisha ili kuweza kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa, usikose kujiabonea kwa channel yetu lakipia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uweze kuwa wa kwanza kabisa kuweza kuzipata, na ukiwa unahitaji kutuandikia, kuna jumbe zetu ambazo tutakwenda kuzisoma, lakini unatuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, moja kwa moja tutakwenda kuzisoma mtizamo wa raia wengi huku wakitaja kuwa walikuwa na matumaini kuwa muda wote wanaweza wakaingia pale maeneo ya Uvira, lakini wapatie nafasi, kwa sababu serikali inafanya kazi yao, na ndio maana kila leo tunaendelea kukosoa watu ambao wanakuwa kwenye mitandao. Achieni serikali kazi zao, achieni wanajeshi wafanye kazi zao. Usiingie katika mambo ya serikali wakati wewe uh, haujui namna gani wanajeshi wanatumika na kuweza kuachia kazi zao ili kwamba uweze kufanya kazi vizuri, kikawa ambacho kilichofanyika pale maeneo ya Makobola hiyo jana ni maana ya matumaini kwamba kitakwenda kuleta matunda kwa sababu wao wote wameungana kwa pamoja na kufanya jambo moja kwayo. Kwa hiyo ni lazima kuachia serikali fanye kazi yao na kuachia pia wanajeshi ili waweze kujumuika na hali hiyo. Na kwa kumaliza, tuzungumzie habari hizi ambazo zilikuwa zinaleta hali ya hofu. Kwa sasa, tukujuze kuwa baada tu ya waziri anayehusika na mpango ya kijeshi kuwasili pale maeneo ya Kalemie, raia wengi kabisa wanakuwa na matumaini kwamba huenda vita hivi vinaweza kuwa kabisa vyenye kuwa na ukombozi, lakini wengi wao wakitaja kuwa vita hivi, nafasi ambayo vimeanzia na ni huko huko huko, ndipo ambapo vita kwenda kurudi. Kwa hiyo tuwapatie nafasi na kuweza kuwapatia muda, ili kwamba tuangalie nini hasa ambayo itakwenda kutokea katika vita hivi ambavyo kabisa vinaendelea kutokea majah, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nani hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kuweza kwa kuzipata. Kwa kuzipata. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluhi anakutakia usikilifu mwema na kuendelea kufuatilia vipindi vyetu kwa Erini.